Hujambo, pezi mpishi, kwenye video ya leo tupikeni kuku wa nazi. Kwa hiyo utaanza kwa kukaanga kitunguu maji mpaka kitani golden brown, na uhakikishe unatumia kitunguu maji cha kutosha. Kitunguu maji ni kiungo muhimu sana. Kisha utaweka kuku uliowakatakata vizuri na kuwaosha. Unaweza ukapata kuku wazuri sana kutoka Chicken Licious. Kisha utaweka chumvi, utaweka maji ya limau na uhakikishe chumvi unaweka ya kutosha, ili kuku wako ashike chumvi vizuri, chumvi iingie paka ndani. Kisha utafunika uweke kwa moto mdogo mdogo, paka kuku akauke yale maji yake ambayo yatatoa. Usiweke maji, uache kuku atoe maji yake na yakauke. Na baada ya hapo utaweka kitunguu saumu, pilipili manga, mdalasini, curry powder, yani utaweka spices upendazo pia utaweka pilipili boga na utaweka tomato ulizoziblend, na hizi tomato zangu niliziblendia na kitunguu, e, kitunguu maji na pilipili boga, inasaidia kuleta ladha zaidi. Pia utaweka tomato ya mkebe ukoroge vizuri, kisha utafunika uache zile tomato ziive polepole, utaweka moto mdogo mdogo. Na mwisho kabisa utaweka tui zito, uhakikishe unaweka nazi ya kutosha, kuku wako atokee nazi vizuri, ndio atakuwa mzuri. Pia utaweka dania, kisha utauacha mchuzi wako utokote kwa kama sekunde kadhaa hivi, na baada ya hapo kuku wako wa nazi yuko tayari. Ili kupata kuku wazuri sana basi usisite kuagiza kutoka kwa Chicken Licious, namba yao iko hapo mbele.